Naam, msanii Ibra ameonekana akifanya interview Wasafi na ni kitu ambacho wengi wameonekana kukipenda kwa sababu msanii huyu alikuwa chini ya Harmonize, ambapo tunajua kabisa Harmonize naye pia eh, kabla hajawa Konde Gang, ajana alikuwa yake Konde Gang, tunaona alikuwa pale Wasafi chini ya Diamond Platnumz. Sasa katika interview ambazo zinaonekana kuendelea kwa na kwamba Ibra ameonekana akiimba nyimbo ya Diamond Platnumz, nyimbo hii ya utamuona, au sio bana, na kwa namna moja ama nyingine inaonekana ndio nyimbo ambayo anaipenda sana Ibra eh, kutoka kwa Diamond Platnumz, kwa sababu yeye anamuita Diamond babu, babu alimzaa baba. Maana yake ni kwamba Diamond ndiye aliyemzaa kimuziki Harmonize na kwa namna moja ama nyingine Uh, kama Diamond ndo alimzaa Harmonize na Harmonize akamzaa Ibra, so kwamba ni wazazi uh, alisia kwamba in blood kwamba kwa damu kwamba huyu ni baba mzaa huyu. Hapana, ni kwamba kimuziki, tunaona kwenye mziki Harmonize alitoka kwenye mikono ya Diamond na kwa namna moja ama nyingine Diamond ndiye aliyefanikisha mpaka tukaja tukaona zao la Ibra. Sasa <coughs> kila msanii amekuwa na favorite nyimbo yake anayoikubali kwa namna moja ama nyingine tunaona kwa upande wa Ibra tunaona kabisa kwamba anaipenda sana au subana e, nyimbo hii kwa namna moja ama nyingine e, kwa sababu e, ni nyimbo ambayo kiukweli akiimba anajisikia e, vizuri sana kutokana na vitu vinaonekana kuendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini inaonekana Ibra ameonekana kuipenda hii nyimbo ya Utamwona, lakini pia e, tunaona Ibra anasema kwamba oya, kama ametoroka mirembe hii Beichea Ibra kipiga live hiiyaakipigwa. E, pia tunaona alikuwa e, anapiga nyimbo yake mpya katika studio za Wasafi FM, au si bwana? Na tunaona mashabiki mbalimbali wameonekana kupendezwa na jinsi Ibra ambavyo amefika pale Wasafi na ameelezea vitu vingi sana ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaonekana wengi wameonekana kuvitilia e, mkazo kama unavyojua e, Harmonize alimkuza kimuziki Ibra na kuna mmoja mwingine uh, Ibra uh, ni msanii ambaye mwenye kipaji kikubwa sana tunaona alitoa copy and paste Diamond akamsupport aka. Kwa hiyo wakati akiwa anaimba nyimbo hiyo e, upali Wasafi e, mbele ya Lil Omi, Alia pamoja na Amigal e, tunaona mashabiki walionekana kufurika katika peji za Wasafi FM. E, kuongea kile anachokiona kwa sababu e, inaonekana kuwa na furaha sana kwa sababu wanamtaji Diamond kama ni msaada wake, au menta wake. Mmoja kaandika, amenikumbusha enzi <laughs> za uhai wangu. Mwingine, wimbo wangu pendwa. Mwenye akasema kwamba Simba alitendea haki vesi da na mfukuzia hili na ananilingia. Da dogo kapoteza uwezo wa kuimba sana, sehemu ya kupanda, hata kujaribu hawezi. Ushauri kama na, analewa wapunguze pombe kali Mabangi, afanye mazoezi sana, aache vitu baridi, itamsaidia itamsaidia sana. Hii ni aibu e, manake kuna vitu vinavyomfanya msanii sauti yake ionekane, au sio bwana, ionekane nzuri muda wote e, kwa mfano vinywaji, vinywaji baridi inabidi uachane navyo, lakini pia mazoezi, kuacha moshi na vitu kama hivyo ni kitu ambacho kinamsaidia msanii e, kwenda mbali. Sema unamjua Davido ama bana boy, wenye sauti ni kiba vipi wako wapi? Eh, au sio bana? Mmoja anasema kwamba tuzo anajifanya geng, anajisahau kwa yeye ni msanii wa kuimba, sio wa kurap. Kaka wao maana muziki wao ni, ni tofauti <laughs> uh, uh, wao, wao, sana na muziki wetu. Ausubana, akisema e, kwamba msanii yule ana, yani Ibra pamoja na Diamond anafanya muziki tofauti. Uh, mmoja kaandika e, Ibra umepotea, Diamond tulimjua hizi nyimbo. Eh, amesema amenikumbusha enzi hizo na bicheo michirizi. Mmoja kaandika e, huu ni wimbo, e, mkubwa sana. Ausubana, ni wimbo mkubwa sana kwa sababu e, ni wimbo ambao ulimtambulisha Diamond kwenye game. Dogo mbona ananukia Wasafi WCB. Hii ikimaanisha kwamba yawezekana Ibra anaonekana e, pengine kusainiwa pale WCB Wasafi. Sasa basi, uh, tunaona ni Mbosso alitoka pamoja na Lavalava, kwa hiyo anatafutwa e, replacement ya Mbosso. Na tunaona love aliyoonyeshwa kwa Diamond e, ni kubwa sana, yaani ni kubwa sana, afu ni kwa muda mfupi, kitu ambacho wengi wanaona kabisa kwamba Ibra kuna mmoja ama nyingine, ni kama anaikubali sana Wasafi. E, pengine naona ni watu ambao wako very serious katika biashara ya muziki. Biashara ya muziki sometimes inakuwa na changamoto nyingi sana. Watu wasipowekeza kwako huwezi kuonekana, promo zisipofanyika huwezi kuonekana. Lakini pia ngoma ili ziende mbali inahitajika mtu ambaye ana maono makubwa sana, mfano kama Diamond, kwenye swala la promotion Diamond hakuna anayemfikia Tanzania na Afrika Mashariki kwa sababu ni mtu anayewekeza pesa nyingi sana, ashazungumza sana Tiwa Savage. Kwa hiyo tunaona kitendo cha Ibra kuimba nyimbo ya Diamond inaonekana kabisa kwamba uh, hana ubaya wala hana chuki e, tunakumbuka alikuwa anakuwa ana, ana, ana mstari wa mbele kabisa e, kama ikitokea vita yoyote inayomhusu Harmonize, alikuwa anajivaa usika na, na kuhakikisha kabisa kwamba anapambana na wale wote ambao wanaonekana eh, kuwa against na Harmonize, kitu ambacho kilimfanya eh, kugombana na baadhi ya baadhi ya eh, watu wa lebu ya WCB na kwa namna moja ama nyingine akatengeneza beef kubwa sana. Eh, kitu ambacho kikamtengenezea uhasama. Lakini sasa hivi tunaona kwa upande mwingine Diamond anaona kumkubali, lakini pia hata hii interview ya wa wasafi inaonekana ku trend sana, kwa sababu ni msanii ambaye mwenye kipaji kikubwa. Lakini kingine ni kwamba yeye Ibra pia ameonekana kuwakubali zaidi wa Wasafi. Kwao kila mtu anamuhitaji mtu mwenzake kwa wakati wake, kwamba management ya Wasafi ikipata mtu kama Ibra, pengine inaweza kuziba mapengo ya wasanii ambao wameondoka. Na e, kwenye lebo hiyo Lava Lava na Mboso kwao pale tunaona mfano kuna Divoice, uh, kuna kuna Zuchu mm -hmm. Kuna Diamond mwenyewe. Sasa hawa ni wasanii wachache, kwa sababu tunaona alikuwepo Zuchu, Mboso, Lava Lava hey na Diamond. Sasa hivi, tunaona wamebaki wawili tu Zuchu pamoja na Divoice. Kwa hiyo uh, gengi inawezekana ikawa kubwa endapo kama Ibra, kama wengi wanasema kwamba inawezekana ananukia Yeah, kuingia Wasafi na yeye yeah, akaonyesha love na eh, kuimba nyimbo ya Diamond. Kitu ambacho eh, wengi wanashangazwa wanaona kabisa kwamba ah, kumbe jamaa alikuwa siku zote anatamani kufanya kazi na Diamond. Na pia inasemekana kwamba kuna project nyingi zinakuja, na project hizo ni kwa ajili ya kuweza kumsimamia kimuziki. Eh, nitakuja kukuandalia video nzuri kuhusiana na eh, ushawishi aliopata Ibra mpaka akaenda pale Wasafi e. Kwa hiyo tuishie hapo e, nishushie maoni yako kwenye upande wa comment section, lakini pia nakukaribisha wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu. Basi nakukaribisha ubonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele, pombe, ya kengele iliyo inayofuata, pombele. Asante sana.